Wakati Samia Suluhu Hassan akipiga marufuku usikilizwaji hadharani wa maoni ya wananchi mbalimbali waliokuwa wakiyatoa kwa tume aliyounda kwa ajili ya kukusanya maoni kufuatia yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 huko Zanzibar, jana kuna makubwa yaliyotokea kama itakavyoelezwa katika makala hii. Lakini makala inaanza kuanza na hilo la tume ya kukusanya maoni kuhusiana na matukio yaliyojiri Oktoba 29 ambapo sasa inaelezwa kwamba Samia Suluhu Hassan amepiga marufuku usikilizwaji hadharani wa maoni yanayotolewa kwa tume hiyo, na hili lilianza kujiri hapo Jumamosi ambapo waandishi wa habari walizuiliwa kuingiwa katika vikao vya tume hiyo, wakati wa hanga wa yaliyojiri kuanzia hiyo Oktoba 29 wakiendelea kutoa ushuhuda wao. Mnakumbuka tume hii iliundwa na Samia akidai kuwa lengo ni kuchunguza vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi, kubaini chanzo chake na kutoa mapendekezo yatakayosaidia kurejesha maridhiano ya kitaifa. Sasa mwanzoni, uh, tume hii ilikuwa ikifanya vikao vyake kwa wazi na watu walikuwa wakieleza yaliyojiri na vyombo vya habari vya ndani na nje ya Tanzania viliruhusiwa kushiriki kusikiliza na kuripoti yaliyokuwa yakijiri. Na hivyo watu wengi wamekuwa na maoni tofauti kuhusiana na, na hii tume. Kwanza ni kutokana na ukweli kwamba yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 yalitokana na amri ya Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Yeye ndiyo aliyeruhusu Uh, askari wa jeshi la polisi pamoja na wale wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Lakini pia taarifa zinaeleza kuwa kulikuwa na vikosi vya mauaji kutoka idara ya usalama wa taifa na askari kutoka nje ya nchi ambao walishiriki kuwachinja maelfu ya Watanzania. Mpaka sasa hivi serikali ya Samia imegoma kutoa idadi rasmi ya watu waliouawa katika hayo matukio yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo zimewasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu inaelezwa kwamba idadi ya waliouawa inazidi watu elfu kumi yapo. Serikali ya Samia kama unasema awali, imekataa kutaja idadi rasmi ya waliouawa. Sasa, katika vikao vya awali vya tume hiyo, waandishi wa habari walihudhuria bila vikwazo, na wakiripoti shuhuda mbalimbali zilizokuwa zikitolewa na hao wananchi waliokuwa wamealikwa kutoa uo ushuhuda. Aa, na ripoti hizo zilisambazwa katika vyombo mbalimbali vya habari vika trend kwenye mitandao ya kijamii na kuhakika zimewaacha watu na maumivu makubwa sana. Aa, hata hivyo kulikuwa na shaka kuhusiana na dhamira hasa ya kuruhusu tume hiyo aa, kwanza irekodi usha, iruhusu ushahidi huo kurekodiwa hadharani kwa sababu um, kwa kiasi kikubwa hayo yalikuwa yakiongewa. Huo ushahidi uliokuwa ukitolewa ulikuwa ukiendana na yale ambayo serikali yenyewe ilikuwa ikiyakanusha. Um, serikali imekanusha kwamba hakuna wananchi waliopigwa risasi uh, angalau imekataa kutamka rasmi kwamba kuna wananchi waliuawa kwa risasi au kuna wananchi ambao walipelekwa kwenye vyumba vya maiti mahospitalini wakiwa hai, lakini baadhi ya shuhuda zimeeleza mama mmoja ameeleza kwamba alipigwa risasi na alikaa mochuari kwa takriban siku tatu. Alikuwa bahati tu akasalimika kutoka akiwa hai, na haya yanaendana na yale yaliyoelezwa na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC, padri Dr. Charles Kitima ambaye alisema kulikuwa na wagonjwa majeruhi mbalimbali waliowasilishwa katika hospitali za kanisa Katoliki. Uh, lakini vyombo vya dola askari kutoka jeshi la polisi uh, na taasisi nyingine za dola ziliamuru kwamba wagonjwa hao watolewe maudini na kupelekwa kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti, lengo ni kwamba waende wakafie kule kwenye vyumba vya maiti. Um, kadhalika baadhi ya wanahabari uh, wamesema kwamba waliripoti kuhusu hiyo Jumamosi kwamba walikataliwa kuingia huko. Um, na lakini Ijumaa uh, ni siku moja kabla hiyo uh, hawa walioalikwa kutoa ushahidi walitoa maelezo yao kwa kina na pia taarifa walizotoa ziliripotiwa katika vyombo vya habari kwa hiyo, Ijumaa na siku zilizopita wanahabari waliruhusiwa, lakini uh, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa rasmi na gazeti la Mwananchi uh, zilieleza kwamba katika kikao kilichofanyika Januari 24, ni juzi hapo huko Ubungo jijini Dar uh, waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia katika ukumbi ambapo wananchi walikuwa wakitoa ushahidi, na mmoja wa wajumbe wa tume hiyo Profesa Ibrahim Juma, huyu mnajua alikuwa uh, jaji mkuu wa hivi karibuni kabla ya nafasi yake kuchukuliwa na jaji mkuu mpya, amedai kwamba waandishi wa habari sasa hawataruhusiwa kuwepo wakati wa kutoa ushahidi. Na kwa mujibu wa maelezo yake, anadai kwamba uamuzi huo umefanywa kwa lengo la kuficha faragha na usalama wa mashahidi. Alidai kuwa baadhi ya waathiriwa walikuwa wanatoa simulizi nyeti zenye maelezo binafsi na athari za moja kwa moja katika maisha yao, hivyo tume iliona ni muhimu kutoa mazingira ya faragha wakati wa kutoa ushahidi huo. Sasa hili linaleta hali ya kutofahamu. Kwa sababu kama lengo lilikuwa ni hilo, kwa nini basi mwanzoni tume hiyo iliruhusu watu watoe ushahidi hadharani kwa maana ya uwepo wa vyombo vya habari? Kwa nini ghafla ibadili? Lakini hii sasa, kwa mujibu wa taarifa ambazo Jasusi TV imethibitishiwa, ni kwamba agizo la tume hii kutoruhusu ushahidi kutolewa hadharani limetolewa na Samia Suluhu Hassan mwenyewe, kwa sababu yale ambayo yamekuwa yakiongewa na wananchi yamepelekea kutonesha vidonda ambavyo taratibu pengine vilikuwa vinaanza kusahaulika, sio kama vimepona, kwa sababu haiwezi kupona, lakini kwa kiasi fulani vilikuwa vimeanza kusahaulika. Na shuhuda ambazo zimetolewa kwa kweli zinatisha, zinaeleza makubwa yaliyojiri, maovu nyama mkubwa uliofanyika, kama kama maelezo ya huyo mama ambaye anadai kuwa baada ya kupigwa risasi aliwekwa katika chumba cha maiti akiwa hai, lakini kwa bahati nzuri akaweza kusalimika. Mwingine ameeleza kuhusu mumewe kupigwa risasi, lakini hospitali zikabadili maelezo kudai kuwa amefariki kwa maradhi mengine, japo kilichomuua ni hizo risasi za askari wa jeshi la polisi. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, Samia ameamua kuiamuru tume hiyo kutosikiliza maoni hayo hadharani. Lakini ifahamike kwamba lengo la tume hii sio kutafuta ukweli kama tulisema awali aliyesababisha haya anajulikana. Yote yalifanyika kwa amri ya Samia Suluhu Hassan mwenyewe, na hata kama tume hiyo itakuja kugundua ukweli, hakuna uwezekano wa hatua zozote kuchukuliwa dhidi ya aliyeteua. Na kibaya zaidi ni kwamba muundo wenyewe wa tume ni wa watu ambao wana maslahi ya serikalini. Aidha, ni kuna jaji mkuu huyu wa, wa, wa zamani, ama jaji wakuu wa zamani wawili Uh, lakini pia kuna mabalozi na watu wengine ambao kwa hakika wana maslahi katika ile tume, kwa sababu kimsingi ni, wa, ni watumishi wa zamani wa serikali, ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi wa hivi karibuni Stergomena Tax, ambaye jeshi la wananchi lilishiriki katika uchinjaji wa watu wakwe. Hakustahili kuwa mjumbe wa hiyo tume, lakini mpaka sasa hivi ni mjumbe huko ni pamoja na kuteuliwa kwa Paul Makonda Bashite. Huyu ameteuliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM. Kwa mujibu wa wajuzi wa, wa mambo ndani ya CCM wanasema kwamba uteuzi huu ni wa kimkakati. Huyu bwana anaandaliwa nafasi kubwa, haijawekwa hadharani ni nafasi gani, lakini pia inaelezwa kwamba kuteuliwa kwake kunaambatana na kinachoendelea katika chama hicho, mgogoro mkubwa unaovuma kati ya Samia na makamu wake wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Kwa hiyo endapo kutakuwa na lolote jipya, JasusiTV itaendelea kuwajulisha, lakini pia kuna watu kadhaa wameteuliwa katika hiyo halmashauri kuu ya taifa na kwa mujibu wa maelezo, takriban wote walioteuliwa ni watu wenye ukaribu na Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo anajiimarisha ndani ya chama hasa katika huo unaoelezwa kuwa ni mgogoro mkubwa unaoendelea kati yake na uh, Dr. Mchimbi. Mustakabali wa mgogoro huu utakuwaje? Kwa hakika ni vigumu kuelewa. Kwa sababu uh, inavyofahamika kwa ni kwamba Mchimbi ameingia katika nafasi hiyo a, kwa chapuo lililopigwa na Jakaya Mrisho Kikwete. Na mnavyojua Jakaya Mrisho Kikwete amekuwa ni kama menta wa Samia katika mengi yanayoendelea sasa. Wawili hao watanegotiate vipi kuhusu hilo? JasusiTV itaendelea kufahamisha kuhusu. Una maoni gani kuhusu hayo yaliyojiri? Karibu utoe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.